Kufuatia vurugu na maandamano yaliyojitokeza siku ya Oktoba ishirini na tisa, taifa la Tanzania lilikuwa linafanya uchaguzi mkuu wa kumchagua kiongozi mkuu wa nchi, yani rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania e, pamoja na wabunge na madiwani. Katika uchaguzi huu mkuu uliibuka dhurba ikiwemo vurugu pamoja na maandamano ya wananchi ambao walikuwa wanapingana na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini mara baada ya uchaguzi kuweza kutamatishwa, Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa alitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC nchini Tanzania kwamba ndiye mshindi wa kinyang'anyiro cha kiti cha urais katika uchaguzi huo uliofanyika Oktoba 29. Kufuatia vurugu hizo ambazo zilisababisha vifo pamoja na uchomwaji wa mali za umma pamoja na mali binafsi, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa pole kwa familia za wahanga pamoja na familia zilizopata misiba kufuatia vurugu hizo ambazo ziliibuka siku ya Oktoba 29. Kwa mjibu wa taarifa yetu na ubalozi wa Marekani, tunajiunga katika maombolezo na jamii na familia zote za Watanzania waliopoteza upendo wao katika kipindi hiki kigumu. Ni ujumbe wa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Lakini fahamike kwamba Umoja wa Mataifa, siku ya jana katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitaka uchunguzi uweze kufanyika dhidi ya vitendo vilivyojitokeza katika uchaguzi huo mkuu, ikiwemo vifo vya wananchi pamoja na utumiaji wa nguvu kwa vyombo vya ulinzi na usalama katika siku ya Oktoba 29. Antonio Guterres alitaka Tanzania kuhakikisha kwamba wanashirikiana kwa ili kuweza kujadiliana kuingia katika maridhiano yatakayoendeleza usalama pamoja na umoja wa taifa la Tanzania huku akisema ya kwamba Umoja wa Mataifa utakuwa sambamba na Tanzania na utatoa ushirikiano kama tu Tanzania itakubaliana na kile ambacho kimekuwa kikielezwa mara zote kuhusiana na swala la maridhiano katika kipindi hiki.